Habarini, tofauti kati ya mawe ya kwenye mfuko wa nyongo na mawe kwenye mfumo wa mkojo ni upi? Karibuni tena kwenye chaneli yangu, naitwa Dr. Faraja na kuletea masomo mbalimbali juu ya afya na maisha kiujumla, ili kuhakikisha kwamba unapata ustawi mzuri wenye afya. Leo hii tutaenda kuzungumzia tofauti ya mawe ya kwenye mfuko wa nyongo pamoja na mawe kwenye mfumo wa mkojo hii itakusaidia kujua dalili yake, itakusaidia pia kujua ni vitu gani ambavyo unatakiwa uviepuke au uvipunguze ili usivipate, lakini pia utafahamu matibabu kama umwambia una mawe haya. Karibuni tusome kwa pamoja. Mawe ya kwenye nyongo hutokea kwenye mfuko wa nyongo au hutokea kwenye mirija inayopeleka nyongo. Nyongo huzalishwa kwenye ini na ina components, ina uh, sehemu mbalimbali na components kama sita. Component ya kwanza tunazita bile salts ambazo hizi zinatengenezwa kutokea uh, cholesterol. Component ya pili ni cholesterol yenyewe. Component ya tatu tunaita bilirubin ambayo inatengenezwa baada ya seli nyekundu za damu kuvunjwavunjwa. Component ya tano ni mafuta ya phospholipid. Alafu komponenti nyingine ni madini ya electrolytes na komponenti ya sita ni maji. Kwa hivyo vyote hivi vinatoka kwenye ini kwa pamoja na inatengeneza nyongo yenyewe, ambayo sasa itaingia kwenye mfuko wa nyongo na itakaa hapo. Unapokula vyakula, kwa mfano kama vile vyakula vyenye mafuta au protein, nyongo hii inaachiliwa kutoka kwenye mfuko wa nyongo na kuingia kwenye mfumo wa chakula. Sasa vitu ambavyo vinasababisha mawe yatokeze kwenye mfuko wa nyongo ni aidha unakuta labda kolesterol ipo kwenye hali yake ya juu. Kwa mtu ambaye ana kolesterol nyingi sana, inasababisha mawe yajitengeneze, lakini pia uh, mawe haya hutokea sana sana kwa wanawake ambao wana umri kuanzia miaka arobaini na kuendelea na ambao wana unene wa kupitiliza. Sasa kwa mawe uh, haya kama nilivyokuambia, kuna mawe ambayo yanakuepo kwenye mfuko wa nyongo lakini kuna mawe mengine ambayo tunayapata kwenye mirija inayopeleka nyongo kutoka kwenye mfuko wa nyongo au kutoka kwenye ini kuingia kwenye mfumo wa chakula. Mawe haya yanayopatikana kwenye hii mirija sana sana yanasababishwa na vitu aidha viwili, aidha unakuta kuna maambukizi kwenye mirija hii ambayo inasababisha bakteria watengeneze mawe haya, au unakuta labda mtu ana tatizo labda kama vile sickle cell au matatizo mengine ya damu ambayo unakuta seli zile za damu nyekundu zinavunjwavunjwa kwa kasi sana, na hivyo zikatengeneza mawe meusi ambayo yataingia kwenye mfumo wa, wa nyongo pia. Sasa watu ambao wana uh, mawe kwenye uh, mfuko wa nyongo kwa kiasi kikubwa hawana dalili yote ile. Watu wengi nakuta wanayo, lakini haziwathuru. Lakini kwa wale ambao nakuta wanapata dalili zinazowathuru ile unakuta wanapata maumivu hasa upande wa, wa kwenye tumbo upande wa kulia juu. Maumivu haya yanaweza akabaki hapa tu au yanaweza akarudi ya, ka, uh, mgongoni uh, kulingana na mawe yako sehemu gani yanaleta athari gani. Kwa mfano kama mawe yametoka kwenye mfuko wa nyongo yakaenda yakaathiri bandana basi unaweza ukapata maumivu yanayoelekea mgongoni. Uh, dalili nyingine ambayo mtu anaweza akapata pia ni pamoja na kujaa gesi tumboni. Uh, kupata maumivu kwenye uh, chembe ya moyo pia pamoja na kupata kichefuchefu na kutapika. Dalili hizi pia zinaweza zikatokea, lakini pia kuna watu ambao wanapata manjano, yaani wanakuta kwamba macho yao uh, au kwenye mikono wakiangalia wanakuwa, ni, wanakuwa na, na, na rangi ya njano zaidi. Hii pia imesababishwa na mawe ambayo yanaziba mrija ya wa kupeleka nyongo na hivyo kusababisha uh, nyongo kuwa nyingi zaidi mwilini na kupelekea manjano. Sasa kwa watu ambao aidha wanapata dalili uh, nilizozitaja, kwa bahati mbaya matibabu mazuri ya kuweza kutatua shida hii ni kufanya upasuaji. Upasuaji unafanyiwa, unaondolewa mfuko wa nyongo, lakini pia daktari kulingana na dalili ulizonazo na vipimo ambavyo amefanya anaweza pia akaangalia kwenye mirija ya nyongo kuangalia kama kuna mawe mengine na kukupa matibabu yanayostahili. Kuna dawa ambazo watu wanajaribu kutumia ili kusaidia kupunguza uh, mawe aidha yasiendelee kukua au yayeyuke. Kwa bahati mbaya uh, matibabu haya kwa kiasi kikubwa hufeli na ndio maana upasuaji ndio njia inayoshauriwa ili mtu aweze kuondokana na adha ya mawe haya. Na uzuri ni kwamba sasa hivi unaweza ukafanyia upasuaji wa matundu na sio lazima uchana kabisa ili kuweza kutoa mfuko wa nyongo. Sasa tuzungumzie uh, mawe yanayotokana na um, kwenye mfumo wa mkojo. Mfumo wa mkojo unaanza kwenye figo, alafu kuna mirija ambayo inatoa mkojo kutoka kwenye figo kupeleka kwenye kibofu cha mkojo alafu kutoka kwenye kibofu cha mkojo inaingia kwenye mirija ambayo inatoa mkojo nje, yani urethra. Kwa hiyo una figo, una hiyo mirija ambayo tunaita ureter, una kibofu cha mkojo, alafu tunao mirija wa nje ambao tunaita urethra. Sasa mawe yanaweza akajitengeneza sehemu yoyote kati ya, ya hii hii njia, lakini sana sana yanajitengeneza kwenye figo pamoja na kwenye mirija inawapeleka mkojo kutoka kwenye figo mpaka kwenye kibofu sasa cha, cha mkojo. Kuna vitu ambavyo vinasababisha mawe haya kutokea. Unakuta aidha kuna uh, maambukizi au infection kwenye mirija hii ambayo tunaita UTI, lakini UTI ya upande wa juu wa mfumo wa mkojo. Lakini pia kuna vitu kama kuwa na madini mengi sana ya, ya vitu kama calcium pia yanaweza ikasababisha kuwa na historia kwenye familia ya ya, ya, ya mawe. Lakini pia kuna magonjwa kama vile cystic fibrosis ambayo yanaweza yakasababisha pia uh, mawe haya ya kujitengeneza kwenye mfumo wa mkojo. Watu wengi ambao wanapata mawe ya gini, kwa bahati nzuri unakuta hawana dalili, wanajitengenezea mawe madogo madogo ambayo yanaondoka yenyewe. Lakini kwa watu ambao wanapata dalili za kuwa na mawe kwenye mfumo wa mkojo hasa ulalamika kuwa na maumivu sehemu si, uh, za, za tumbo za upande huko uh, mgongoni na maumivu haya mara nyingi yanakuwa ni makali ambayo yanakuja na kuondoka kwa mtu anaweza akapata maumivu makali labda ndani ya nusu saa au saa akakaa nayo kwa muda kidogo baadaye akaisha na baadaye maumivu yakarudi sasa kuna vitu ambavyo mtu unaweza ukavifanya kwanza cha kuzuia ili usije ukapata mawe haya, na jambo kubwa huwa ni kuhakikisha kwamba unakunywa maji ya kutosha. Ukinywa maji ya kutosha, mkojo unatengeneza mkojo mwingi, na hivyo uwezekano wa mawe kujitengeneza unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia kama kuna vijidudu vyovyote vile ambavyo vipo kwenye mfumo huu wa mkojo, unakuta vinaondoka. Njia ya pili ni kuhakikisha kama umepata UTI kuhakikisha kwamba UTI imetibiwa ime, ime, ime vizuri na haijirudi mara kwa mara, ili kupunguza uwezekano wa maambukizi kupanda kwenye mirija, kwenye mfumo wa mkojo wote kuingia kwenye, kwenye figo pamoja na mirija inayopeleka mkojo, hasa mawe ya kwenye mfumo wa mkojo i, yani zipo mawe ya aina tofauti tofauti na zina ukubwa wa, wa, wa saizi tofauti tofauti. Hatutaongelea hayo maana haya ni masomo uh, ambayo ni advanced kidogo. Lakini matibabu ya mawe haya kwenye mfumo wa mkojo tunaweza tukaagawa kwenye labda makundi matatu. Jambo la kwanza, kama mawe ni madogo, daktari anaweza kakushauri uh, kutumia maji. Kwa unavyotumia maji, unazalisha mkojo wa kutosha, na mkojo unaweza ukasukuma uh, mawe yakatoka nje. Kama unapata maumivu sana, unaweza ukaandikiwa dawa za kutuliza maumivu. Pia kuna baadhi ya wagonjwa pia unakuta mawe sio makubwa sana, wametumia maji hijawasaidia, daktari anaweza akaandika dawa ambazo zinasaidia ku relax misuli ya kwenye miriji ya mkojo na kusaidia pia mawe kutoka. Hii isipofanikiwa au mawe yakiwa makubwa tena kidogo au kulingana na yalipo kuna matibabu ya ambayo mawe yanaweza kavunjwa vunjwa. Sasa mawe yanaweza kavunjwa vunjwa kwa njia mbili, aidha tunaweza tukatumia mawimbi yani lithotripsy, mawimbi ya sauti na yakavunja mawe bila kumfanyia mtu upasuaji. Jambo la pili pia ambalo linaweza likavunja vunja mawe uh, daktari anaweza akaingiza uh, kamera kwenye njia ya mkojo na akapeleka uh, uh, um, uh, lithotripsy yao wakapeleka vitu ambavyo vinaweza vikavunja mawe kwenye njia ya mkojo, na vikavunja na mawe yakaondoka. Hii pia inaweza ikasaidia, usisaidie au mawe yanaweza kuwa ni makubwa, au mawe limekwama sehemu fulani, na hivyo kuhitaji upasuaji. Basi upasuaji, pia kuna upasuaji wa aina mbili, eidha daktari anaweza akatumia pia mfumo wa mkojo, tukaingiza vifaa na vikenda vikatoa jiwe bila kupasua, bila kuchana um, sehemu yote ile ya mwili, lakini kwa baadhi ya watu pia watahitajika kufanyia upasuaji kabisa, yani kuchana sehemu ya mwili kutafuta jiwe lilipo ili kuweza kutoa kwa njia ya upasuaji. Kwa hani matibabu ambayo yanaweza katumika kujaribu, um, kutatua changamoto ya mawe kwenye figo. Uzuri ni kwamba mawe haya yote, aidha kwenye figo, kwenye nyongo, yanaweza kazuilika. Kumbuka, mawe kwenye nyongo, unaweza ukajaribu kupunguza matumizi ya mafuta mengi, kwa mfano kama cholesterol. Kama wewe unajijua kabisa kama una magonjwa ya damu, kwa mfano kama sickle cell, kuhakikisha kwamba unakunywa maji ya kutosha, ili hata um, uh, zile seli za damu zinavyojivunja uwezekano wa kutengeneza mawe usiwe mkubwa. Pia sambamba na hilo, maji yanasaidia pia kutatua au uh, yanasaidia mawe ya kwenye mfumo wa mkojo yasijitengeneze, na kama nilivyosema, ukipata UTI hakikisha kwamba umeitibu vizuri ili changamoto hii hii siweze uh, kutokea. Niende kwenye comments, uh, kama umeshai kupata shida hii au kama unaona kama una dalili yoyote ile tuambie kwenye comments, tuweze kuwasiliana kwa pamoja. Usisahau kulike, kusubscribe. Naitwa Dr. Faraja.